Naam, asalamu alaikum ama horigani, na karibu mfuatiliaji, nikukaribishe sana sana kunako mahojiano yangu ama niseme kwamba tukukaribishe kunako mahojiano yetu ya YouTube channel ya Nyundo TV. Ni muendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha mahojiano, kuzungumza na wasanii ambao kwa hakika lazima tunaweza kasema ungetamani kuwasikiliza ama kuwatazama juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha. Kuna wengi ambao tayari tumeshazungumza nao kuhusiana na eh, sanaa hii ya uigizaji, lakini muda huu unazungumza na hapa ndugu yangu, my brother Bigi, naweza nikasema hivyo. Wengine wanapenda kumuita Kobisi Kikala, moja kati ya watu ambao wa binafsi nimesema nimeitazama Kombolela kwa uwepo wake yeye, nafahamu wapo wengi ambao wanapenda vile ambavyo Bigi anashiriki. Watu wengi wanapenda vile ambavyo e, eh, Bigi anaifanya sanaa yake. Hebu kuzungumza naye, tuambie kile ambacho tu tunapaswa tukijue, na kama kuna kitu ambacho tulikuwa tukifahamu kuhusu yeye, bila shaka tunakwenda kukifahamu, wapi ambapo wameanzia sanaa yake mpaka pale ambapo tunamwona kwa sasa, yupo kwenye familia ya mzee Kikala. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kutusua ama kuweza kuonekana mpaka pale ambapo sisi tumemwona Bigi. Asalamu alaykum. Kum alaykum salaam. Kama unaenda Alhamdulillah. Tupo kwenye mwezi mtukufu na tupo kwenye kwa lazima. Wewe upo wapi kwenye hizi mbili? Niko kwenye mwezi wa Ramadhani bwana. Uh, Islam. Um, nafunga vingu vyote. Yeah. Funga na kuswali na kusoma Qur'ani. Inshallah. Kweli. Um, shukrani bwana. Siku zote tunafunga ama ni mwezi huo tu? Ah, mimi nafunga siku zote. Alhamisi na na Jumatatu nafunga. Mm-hmm nasua zinazotokia masiku meupe pia nafunga. Mm. Bigi, kuna vitu vingi ningetamani nifahamu kutoka kwako kabla sijaja kwenye tamdhilia. Bigi, bigiz, ni mswahili sio mswahili? Yeah, umejichanganya hivi. Mswahmi, mswahili sana, sio kidogo. Mi mswahili mtoto, uswahiliniona. mm. mm. mazingira yetu yinaishi. mm. mwananyamala tena sio Mwananyamala tu, mimi naishi sehemu inaitwa Mwananyamala Kisiwani. Kisiwani. Yep. Yapo ndani huko. Okay. Sio ndani ndani, ni hapo chini tu. Hmm. Hmm. Bigi Kobisi Kika, Kikala jina halisi jina ambalo umepewa na wazazi ni nani hasa? Uh, jina langu naitwa Lumole Matovolwa. Nilikuwa nalijua lakini nilishindwa jinsi ya kulitamka. Lumole Matovolwa. Huwezi kulitamka vizuri kama siyo, siyo, siyo, siyo, siyo wa wanasema nini, wa wa mkoani? Maana sisi wa mkoani tulikuwa Dar es Salaam eh, mi ni mnyamwezi wa Tabora. Sawa, kwa hiyo Lumole ni jina letu la kikabila. mm -hmm. Matolwa, mm -hmm. au matovolwa. Wasukuma wanasema matobolwa, umeona? mm -hmm. Ndio majina yetu sisi ya, kama ni jina ambalo lina maana fulani hivi lakini ya kikabila kule kwetu kuna vile viazi wanavichepa na kuvianika, vinachemshwa na kuanikwa. Sasa Wanyamwezi na vita wanavita matolo, Wasukuma kule wanavita matoboro. Yes. Sasa inaelekea huyo mwenye ukoo wake inaelekea ndio alikuwa jambo lake la kufanya, kifupi. mm. Bigi ni mnyamwezi kutoka Tabora. Yes. sana sana, ilianzaje nzia Tabora, ama nzia hapo? Ah, mimi nimezaliwa Dar es Salaam, nimekulia Dar es Salaam, wazazi wanamaana wenyewe yeah, ndo walikuja labda ushaelewa, lakini mimi nimezaliwa Dar es Salaam, nimezaliwa Ocean Road. Umeona bwana, nimezaliwa Ocean Road nikatolewa Ocean Road nikaletwa Mwananyamala B. Kwa hiyo nimekulia hivyo pamoja tu na wazazi wangu, walikuwa wanatembea tembea kwa sababu ni wafanyakazi wa serikali. Kwa hiyo wamezunguka mikoa mingi na mwisho yo akawama kurudi Dar es Salaam tena yep. Bigi, ni mtoto wangapi kwenye familia yao? A, sisi tuko wengi, tuko wengi sana sana, sikidogo yani ukitaka, ukitaka kutafuta familia ya Isai iko wengi, lakini kwa upande wa mama yangu mi niwezalapeke. ndugu wako na kaka yako yes, na dada yako watumbo moja sina. Bigi, ni baba mwenye watoto wangapi? mimi nina mke na na watoto watatu. wote hao wanafuata mi njia za baba kwenye sanaa ama kila mtu na simu zake? Hapana, kwanza bado bado bado bado majunki eh, bado tamani kabisa kuingiza huko? Ah, mimi siku mimi sikuingizwa mm, eh, mimi nilifuata wenyewe tu sanaa eh. Kwa hiyo kama mtu atakuwa na hicho, ana, atakuwa na huo uwezo wa kuigiza anaweza kuigiza. Kama anakuwa na uwezo wa kuimba, mm, ataimba. Kama na uwezo wote basi atafanya shughuli nyingine. Kwa vile ambavyo wewe umeishi kwenye sanaa maisha yako yote kuanzia ulipoanza mpaka sasa hivi, kuna namna yote umeona sanaa inalipa, wala unaweza ukamshawishi mtoto wako na aingie, au umeona sanaa si chochote? Ah, sana hmm. e, hmm. like, inalipa ah, si ah, kwa sababu mimi sinipo humo. Eh, na kuzingatia sasa hivi sina kazi yote zaidi ya uigizaji. Sasa naachaje kusema kwamba sana inalipa wakati mimi napata fedha. Ah, siwezi kutamani au unatamani kwa sababu unaweza ukatamani alafu asiingie si unaelewa? Yes. Na unaweza usitamani alafu akaingia yeah. yeah. Sanaa yako wewe ilikuwaje, kiufupi vile ambavyo umehaso mpaka sasa hivi? Walau mimi kiufupi, mimi nimekufahamu kwenye Kombolela, nimekufahamu mule kwenye Kombolela. Kijana elfu mbili wewe, kijana wa elfu mbili, lazima utajua, uwezi kunijua kwingine. Kiujumla, talent mimi nilikuwa nayo, kwa sababu mimi naanza kuigiza, nadhani hasa hasa, nakumbuka nilikuwa primary school Shule moja inaitwa Kia Primary School iko Kilimanjaro uwanja wa ndege pale, kwa sababu mama yangu alikuwa anafanya kazi pale mm. Iyi alikuwa ni kipindi kile tunaita custom, na sasa hivi ndio TRA mm. Kwa hiyo wakati nasoma darasa la tano kwanza, kabla, kabla ya hapo mimi mm. nilikuwa mtu wa ngonjera shuleni zinajua zile ngonjera za shuleni za Kiswahili kipindi kile vita vya Lenamo, sijui Msumbiji, sijui Angola hiyo <laughs> <Iyo> ni kwa hiyo <laughs> ni, ni yeah. <laughs> Kwa, kwa sababu darasa la kwanza nimeanza 83 mm. umeona kwa hiyo unaona jinsi gani tulivyokuwa tunacheza ngonjera hivyo, kwa hiyo ilipofika darasa la tano la sita nikachaguliwa na shule kufanya maigizo kwa ajili ya kufanya siku ya maafali ya darasa la saba. Kwa hiyo naweza kusema lile ndio lilikuwa igizo langu la kwanza kufanya mbele za watu kia primary school uh, nikiwa darasa la tano mara sita kama sikosei, hey. Then baada ya hapo nafikiri maisha yalivyokuwa yameendelea memaliza chuo nikarudi hapa mjini, basi ndo sanaa ya vikundi vikawa vimetamalaki. Lakini huwezi amini, sikuwa na mpango wa kwenda wa kwenda kufanya, kufanya maigizo sijui kwa Kaole, sikuwa na, sikuwa na mpango huo uh, kwenda sijui kufanya maigizo Nyota Akademia wala sikuwa na mpango huo. Umeona huo na sisi hapa tulianzisha kuna dada mmoja anaitwa Mwanaisha alianzisha mm. kikundi akakita Mwana Arts. Ah, leo naona pale, ah, kuna mshikaji wangu mmoja ah, akama na watu wenzetu kaigize eh mgoja nenda nikaangalia, nikaangalia akaambiwa na kufanyisha interview nikafanya, nikapita. Basi ndio safari yangu ikaanzia hapo, kwa hiyo nikaanza pale Aa, nakumbuka kulikuwa kuna matamasha la, la Splendid mm. kitambo mm. ilikuwa linafanyika uh, walifanya vijani ah. Kinondoni makaburini ama makaburi ya kwanza mm. sikuna ukumbi mm. hapa, ule ukumbi zamani FM ulikuwa unaitwa, ulikuwa na Langata tuko tunafanya mashindano kanafanyika pale. Kwa hiyo sisi kikundi chetu tuka ki, na sisi tukakiingiza, ila mimi sikuigiza siku ile, nilikuwa nasimamia, nilikuwa na direct. Kwa kwahiyo, kundi kubwa maarufu lilikuwa Nyota Akademia. Una masta gani? Eh, kipindi hiko sasa unaingia sasa. Ah, yani mimi hapo sijaingia kundi lolote, yani niko na kundi langu la mtaani. E, kwenye competition makundi yalikuwa ni mengi sana. Temeke, Ilala na Kinondoni. Makundi yalikuwa ni mengi zaidi ya 50. Sasa kuna kundi special ambalo lilikuwa limealikwa ambalo lilikuwa ni Nyota Ensemble. Nyota Academy ambalo lilikuwa limemeguka kutoka kwenye Nyota Ensemble. Sasa lile kundi likuwa linaundwa na kina Rich Rich, JB Natasha, Mona, ehe, kina singo mtambalike. Kwa alikuja pale kina sema ni Mwakifamba. Mwona ba, alikuwa anaongozwa na director George Okumo Otieno, Tyson, ambaye ndo alikuwa mume wa Mona Lisa. Kwa hiyo wakati zile purukushani za stage, mimi nimetoka huku nimeenda huku, kumbe director alikuwa ananizingatia Okumo. Baada ya yale maigizo kuisha Mwakifamba akanifuata. Akalibane, kuna watoto wako wawili, si tunawahitaji. Kulikuwa kuna kibinti na kitoto kidogo, nikamwambia sawa. Alafu baadaye akaniambia, na wewe si pia tuna director anakuhitaji kwa hiyo nje Russian culture. Kwa hiyo nikatoka nikaenda Russian culture, wale wanaofanya mazoezi jioni. Nimefika fresh, nikakutana na director. Director akaniambia, nimekuita mimi, nataka uje nyota academy, hapo inarusha michezo yake sitieni kundi eh, kundi kubwa umeona hapo, kuna Beni Kinyaia, wakina Vincent Kigosi, mona bwana, wapo hapo, kundi kundi hasa wakina Mona wakina Mjomba Fujo eh, kundi la maana, masta wa Kitanzania wakina Baba Haji. Nikaambia sawa mara yakaingia ndani, kwa sababu kulikuwa kuna play wanaifanya ya mkaguzi wa serikali, kitabu ambacho cha Kijerumani tumeona bwana. Kwa hiyo alipoingia ndani, mama Natasha akabaki nje, akaniambia, nataka uje uigize huko. Nikamwambia sawa, lakini nakupa misingi mikuu mitatu: usome script uielewe, nikamwambia sawa. Umsikize director anafanya nini, sawa, alafu uigize script fresh, fresh. Akaniambia nataka uigize uchukue nafasi za JB. JB ananisumbua, siwezi kuigiza kama JB, ila nitaigiza kutokana na uwezo wangu pale, nikaigiza kama mke wa mume. Team. Mume wa Natasha, sasa unaona jinsi gani alikuwa bado kijana sana, alafu mama Natasha liku, ni mama yetu lakini mimi nicheze sasa role ambayo JB alikuwa ah. Yes, sasa wewe jiamini ukitoka kwenye miaka 30 na kitu wanakuja kucheza na mama mwenye zaidi ya miaka 40 na alafu to match tuonekane, mtu akitazama aone kweli ni mke na mume. Yes. Sio kazi ndogo, lakini nilifanya vizuri, nashukuru. Kwa hiyo safari yangu pale ikaanza pale. Kwa hiyo movie ya kwanza ya kibiashara ikanikuta pale, movie ya GK. Ni GK, yes, umeona bwana e, lakini ye ya GK nikumbuka, yeah. Eh, sasa ndo nikaingia mimi pale nikacheza movi ya kwanza ambayo amedirect Tyson, lakini sikuwa na nafasi kubwa, nilikuwa na nafasi ndogo sana, nilikuwa extra katika scene, kwa sababu ile, ile, ile ofisi ilikuwa na masta sta. Kwanza TID, mwanamuziki mkubwa. Sta wa pili, kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Katembo, kama mnamkumbuka, alikuwa jumba la dhahabu, mzee mmoja kibonge vya namvi halafu kulikuwa kuna watu watu, kulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Beka Bakari Makuka, mona bwana, kulikuwa na master star wakubwa tu na wengine baadhi, na mimi mimi nilipewa tu kukaa juu ya meza kama hivi kimya, sini, moja, sini moja, yes, lakini ya extra. Mungu akasema sio nafasi yako. Ipo nafasi yako hapo hapo, ipo nafasi yako hmm. Katika kufanya mazoezi zamani, tulikuwa tunafanya mazoezi sana kabla ya kwenda kushoot sure. Lakini sasa hivi tunakurupuka tu tunakwenda tunashoot. Kwa hiyo wakati tunafanya mazoezi, mzee Katembo alikuwa inamshinda kucheza na nafasi ya ubosi hmm. Kwanza kabla mzee Katembo, kulikuwa kuna Jamali alipewa mstari mmoja tu kwenye script hmm. Kama kuna hela mliziiba mzirudishe. Alishindwa kusema hayo maneno. Ah, kabisa director akasema big, utasema haya maneno kutoka kwenye ukimya. Nikasema lines moja, mm -hmm, advance na nasogea. Yeah, Mungu akaniambia bado sio nafasi yako. mm -hmm, mzika tembo akaanachemka kucheza ushua director, mm -hmm, akaniambia big, cheza hapo kwa, akasema yes, huyu ndo namtaka boss wangu huyo, kwa hiyo ndo utacheza hiyo nafasi. Kwa hiyo mzika tembo akaja kukaa kimya, mimi nikaja kusimama mshua kwa hiyo nikacheza sini kama nne tano kwenye ile movie ya girlfriend ndio lipotoka pale. Kwa hiyo movie ya pili ya director ikaja Sabrina, nikacheza tukapasua. Kwa hiyo safari ikaenda hivyo, masaa ishirini na nne ikaja nikapiga. Kwa hiyo zile movie tatu za kwanza za kibiashara nikajikuta mimi nimefanya vizuri sana. Kwa hiyo hii siku hasoki hivyo Yeah, kwa hiyo nikabutua, nika, nika ndo mpaka leo nipo, nashukuru kwenye soko. Wewe unapotazama hizi tamthilia ambazo zinatengenezwa CD kama walizofanya na hizi ambazo mnafanya kila weekend kama Kombolela, na wengine wanafanya zile za YouTube, ipi unaamini ni zinalipa sana? Kwa nini sanaa ya Tanzania Mwigizaji hafaidiki kihivyo, ila Tanzania wanaofaidika sana ni producer. Kwayo, kwa hiyo kipato anachokipata mwigizaji naweza kusema kinakidhi ama hakikidhi kwa sababu si hela kubwa kihivyo, pokuwa kuna watu wanalipwa hela nyingi kwenye series. Unaona, kuna watu wanalipa mpaka milioni ishirini ah. Ya kwa msimu. Kwa hiyo na maana watu kuna hela anapata, lakini unaweza mtu akakwambia, bwana mimi series yangu naweza karani labda mwaka mzima alafu nikakupa milioni 20. Milioni 20 kuna misimu mingapi? Ukikalkulate unaweza ukajikuta labda msimu mmoja ukapata labda milioni tano Mona, lakini maisha fanya yanaenda, yes. Akikupa kwa wakati mmoja, unaweza kuona una umepokea lundo, unaweza kukuta kwamba kuna kiasi kidogo, kidogo unakipata kwamba msanii hapati hela ya kutosha, lakini producer anapata, kwa sababu kwa mfano naeza kaambiwa kwa msimu sisi tutakupa milioni hamsini. Hapo ni producer au msanii? Producer. Kwa hiyo producer sasa aje angalie crew yake, wasanii naweza kukaa bana bana, mimi nitakupa milioni mbili, milioni tatu kwa msimu. Ushaona eh? Kwa hiyo maisha yakaenda hivyo, yes. Kwa hiyo kwenye TV stations nalipa Ukienda YouTube uta struggle ukianza kulipwa, utalipwa na atalipwa yule mwenye mwenye YouTube yake, sawa. Lakini nyinyi wengine mtapata hivyo hivyo cha kuchemsha ubwabwa, basi maisha yaende yeah. Na kwa kubwa wako, kwa kubwa wako ama kwa kuongo wako kazini ama na kwenye sanaa yako, bila shaka watu wangetamani ningekuwa na wewe. Una YouTube yako, maana watu wengi sasa hivi wanafumua mahela mengi kwenye YouTube huko. Mimi na YouTube, eh, unapiga hela sana. Mi na YouTube uh, uh unajua YouTube bwana ni kufanya kazi uache kazi, wewe mwenyewe unaona, kwa sababu wewe upo huko, kama una mambo mengi huwezi kufanya na kuendesha akaunti ya YouTube. Si kazi ndogo kwa sisi waigizaji, lazima uwe na, na backup nyuma, au uwe na vijana ambao wanaweza kufanyaje, wakarani waka hicho kitu na wajitoe yes? Umeona, kwa hiyo mimi na hmm. no, uh, ni nayo na nilishawishika. Nilifanyaga movie fulani tulitoka Dar es Salaam hapo na Kinagabo, tukaenda Kigoma. Movie ya kawaida tu lakini tulicheza kwenye train mpaka Kigoma tulipofika kule, ah kuna dogo mmoja anaitwa Dula kwa kipindi kile ile 2000 na kitu dogo alikuwa kwa mwezi anapata kama 5 au 6 hivi kama sikosei, kwa kwa, kwa, kwa, kwa kwa mwezi. Sio kwa mwezi, si wanalipaje? Sio kwa. Dogo akanishawishi blaza, fungua blaza, fungua blaza, mimi na bwana tutapata hela. Akaambia dogo, acha kunipiga ah, tunapata? Mimi nakwambia, blaza. Basi nilipokuja mjini hapa mimi nikafungua nikamshika jongo wangu mmoja naitwa Crank. Kama Crank, mimi nifungulie chana YouTube ipo kisachi ipo, ila ndio yani mpaka nikurupuke. Nilikaa zaidi ya miaka mitano sijafanya chochote, nikaja eh, hapa katikati mwaka juzi nikaingizaingiza vitu, ah, sehivi nimestaki kwa sababu sina content, na sina content kwa sababu sina watu wa kufanya nao umeona, lakini content ninazo sina, sijasija, lazima niwe na timu. Kwa hiyo nimeacha. Ndio, ukiangalia ina, ina, ina, ina mwitikio wa watu, lakini ndio si kwa sababu sishughulikie, lakini hata ukisearch leo Matovolo TV utaona kuna vitu nimeweka, utaona kuna followers wako wa kutosha. Yeah. Kwa hiyo nikiweka nguvu, ina maana Yes. kwamba nitapanda kwa kwa jumla sanawi. Unaionaje vile ambavyo wewe ulipoanza, sasa hivi na huko ambapo tunakwenda, kuna namna yote ambayo mnakwenda kunufaika ninyi kama wasanii ama kwa ujumla sanaa inakwenda kudidimia au inakuwaje? Mabadiliko yapo makubwa tu kiteknolojia, kiuchumi na kadhalika. Kwa sababu mimi muvi yangu ya kwanza nimelipwa elfu 35 ya girlfriend, lakini sasa hizi uongo nalipwa zaidi ya hiyo. Kwa hiyo kuna improvement kubwa tu yeah, si kidogo yeah na vile umefanya sanaa yako, kuna namna yote ambayo unaona imenilipa, ama still unaidai uh, kuidai? Naidai, kwa sababu bado sijafika, sija, yeah, bado sijafika. Kwa hiyo bado nahitaji kwamba sanaa inikuza ini zaidi. Sasa tuzungumzie sasa Kombolela, moja kati ya kazi ambazo watu wanasema bila ya Kobisi Kikala mi siwezi kuitazama. Mchakato ulikuwaje? Wewe kufika tu mpaka kuingia mule, kuna mtu alikupambania ama ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ni ngumu kiasi gani kushiriki mule? Ah, uh, sijui uh, kwa sababu niliongea siku moja na producer, kanambia big, nilipata tabu sana kupata namba yako. Nikaambia sio kweli, akanambia kweli. Kila mtu nikimuomba ananiambia hivi ananiambia hivi, lakini hatimaye nikaja nikaipata, kaambia fresh. Uh, na mtu ambaye na uhakika baada ya producer kusema anamhitaji bigi, kuna mtu alimshirikisha B Star. B Star. Yeah, kwa hiyo akajadiliana na B Star. B Star alikuwa sija kufanya naye kazi sehemu yote, lakini B Star akamwambia huyu jamaa yuko smart sana, kwa hiyo ongea naye tu, ana noma. Kwa Abdul kweli akanitafuta, tukaenda tukazungumza, na project letu Kombolela, nataka tushiriki Nikamwambia fresh lakini mimi huwa sispendagi longolongo -longo. Hata Bista mwenyewe nikamwambia mimi sipendi hizo vitu. Hata siku ana saini contract mimi nilibaki hapa, akaja dada yangu Lesiwa Amina, alipita na gari yake, akanikuta, akaniambia, vipi, watu wanataka kusaini mkataba. Nikamwambia ah, bana, mimi kama sielewi hivi. Akasema amna, jamaa yuko poa, ni PC tu. Basi nikamwambia, ngoja niende kodo. Nikaenda nikasaini contract fresh, yani sikuwa na Hivyo. Yeah. Kwa sababu yeye mwenyewe pia alishawahi kuniona nyuma, kwa hiyo hakuwa na shida katika kufanya kwake casting. Kwa hiyo alisema tunamtaka kaka mkubwa Bigi asimame hapa, mwadawa asimame hapa, si asimame hapa nani yule, yeah, tukae asimame maliende. Akaona tunafana, kwa sababu kiangalia hiyo combination ni watu wote ambao tumefanya sanaa muda mrefu zaidi, yeah. Akwaho na, na, na, Kombolela kwa, kwa, kwa, imekuwa ni tamthilia design gani, kwa nini ambacho unahisi unajivunia mpaka muda huu Kombolela? kama Kombolela ni tamthilia ya ucheshi ina e ucheshi na inafundisha ndani yake yake. mimi sijui niseme, mimi naona poa tu na kawaida kuongezeka wao mnaishi vipi vile zile watu ambao waliokutana wale wa Kiswahili eh, nyuma nyuma ya kamera. Wao mnaishi vipi sasa? Sasa tunaishi kiupendo tu. Yaani, unajua nikwambie hivi tu. Yaani, katika kazi ambazo nimezifanya katika maisha yangu na maisha ambayo tunaishi kikazi na nje ya kazi kama familia, hmm. Basi Kombolela tunaishi kama familia, yaani kama familia yetu kikaa hivyo kukutana. Mzee Kikala tunamwita baba, natumwiti Mzee Mkwabi. Kwa hiyo hata tukikutana hapa, baba vipi? Safi mzima. Na yake nipigia simu, baba vipi? Shwari shwari. Mama yetu Bi Kikala, yaani ule mama hata ngija kwa sasa hivi hapa. Anaona kama kama sisi ni watoto wake kweli wa kwanza, yes. Kwa unaona jinsi gani maisha tunavyoishi, na sisi wenyewe kama watoto tuna umoja sana, umeona eh? Dada mkubwa, kaka mkubwa, kuna ile egiza yako fulani, sisi si yule ulalamishi, umeona eh? kwamba mimi napenda kulalamika, yani mimi kila kitu kwangu sisiwezi eh na ulalamishi ule unaofanya tu mbele ya mzee muone, lakini kwa wengine unawakazia, si unaona, nawakaziaga, lakini kwa mzee tu ndo unaitia una ile, kwa sababu unajishusha sana kwa baba yako yep. What script unapewa au unatoa kichwani? script ipo, script si maandishi, Kobisi atakataa hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo sasa pale uwasilishaji wako yeah. Kwa hiyo na apply kitu direct nakuambia, hicho kizuri tunaenda nacho yeah. Wale wote ambao yani yeah. Kwa mfano yani, kama hiyo unaosema hata kama kuna kunasema nalalamika lakini kama sijalalamika naweza kapiga take one, ukiona ah, utakuta hata hata hata sound engineer akakwambia, oya hujatia vyako. Kwa hiyo unakumbushwa, unakitia, maisha yanaendelea. Yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho hata crew wame walikipokea vizuri kwa hiyo tunakumbushana kadri series inavyoenda. Enjoy na mke uliokuwa naye sasa hivi Shida Masamba <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> E, ni mke wangu ndafanyaje? Si nimepewa bwana, kwa hiyo hana <statistical> tabu. Naenda naye hivyo hivyo hivyo hivyo, naenda naye hana tabu <inaudible> Shida Masamba na mimi ningekuuliza lakini muda kama mdogo hivi, waambie wa kitu basi watu ambao wanaifuatilia Kombolela, watu ambao wanapenda sanaa ya Kobisi Kikala. Ah, kiukweli watu wanaotufuatilia kwenye kwenye Kombolela, mimi nasema waendelee kutunga mkono kwa sababu walilalamika sana kwamba series hii ni pendwa, na kweli ukaonyesha kwamba wanatupenda, na hata comment ukisoma kila siku unaona kwamba watu wanakufurahikia. Kwao waendelee kutusupport, waendelee kuangalia. Mola, bwana, na sisi tutajitahidi kadri tuwezavyo kufanya kile ambacho wao wanaona kwamba kinafaa kwao. Waendelee kutunga mkono. Yeah, sinaona na beti nafanya kazi kubwa ya kubeti, ili mradi tupate hela Yeah. Kwa hiyo na beti kwa nguvu zote, ili mradi nipate fedha eh. Na siku nikibotua, baba yangu ataishi maisha mazuri yeah. Ami, nashukuru kwa muda wako, nashukuru kwa ukarimu wako pia. Aha, asante. Bana, ni mazungumzo hapa na brother wangu hapa, bigi big Kobisi Kikala, mmoja kati ya watu ambao wamefanya makubwa sana kwenye tamthilia ya Kombolela. Kuna mengi ambayo tumeyazungumza, hasa zaidi kuhusiana na safari yake ya sanaa, kuanzia alipoanza mpaka sasa hivi ambapo yupo kwenye tamthilia ya Kombolela. Mengi tumezungumza, lakini nafasi ni ya kwako. Hebu tuambie kwenye komenti hapo, kipi ambacho kimekufurahisha, lakini kipi ambacho unafurahishwa, ama vipi unafurahishwa na uigizaji wa Kobisi Kikala, kuanzia alipotoka mole mote ambapo wewe umemfahamu mpaka hapa kwenye Kombolela. Nenda kutuambia kwenye komenti pale, ulipofanya sehemu kitu fulani, mimi nimeenjoy zaidi, msafara mamba na kenge wakosi. Kama kuna namna ambavyo aliwahi kukukera sehemu yoyote, pia tuambie kwenye komenti hapo, sehemu fulani ulifanya hivi, mimi sijapenda. Maua mengi yaende kwa wasanii wote ambao wameshiriki tamthilia ya Kombolela, mwandishi na madirekta mimi ni miongoni mwa watazamaji wazuri wa Kombolela, sitaacha kuangalia, ninaipenda kwelikweli. Na wewe unaweza ukatenga muda wako kwenda kuitazama. kuna maswahili kuna, kuna mengi yapo ndani yake bwana. Hii ni Nyundo TV. Kama ndo mara yako wa kwanza kutazama video kwenye YouTube channel yetu, basi usisahau kusubscribe. karibu. Ramadhani, karibu.